Karibu kwenye video hii. Leo tutazungumzia malezi sahihi kwa mtoto wa kiume. Lengo la video hii ni kutoa mwongozo wa malezi sahihi ya mtoto wa kiume na umuhimu wa malezi sahihi ya mtoto wa kiume ili kukuwezesha kujua jinsi gani unaweza kumlea vyema mtoto wa kiume ili aje kuwa mzee mwenye heshima, mwenye uwezo wa kujitegemea na mwenye utu. Tumepangilia vizuri utaratibu katika sehemu mbalimbali ambazo unaweza ukazizingatia. Tukianza na sehemu ya kwanza, tutaangalia misingi ya malezi sahihi. Msingi wa kwanza wa malezi sahihi ni upendo na mwangaza wa familia. Mtoto wa kiume anahitaji upendo usio na masharti ili kujenga usalama wa kihisia na, kucha, na, kucha, na kuchambua au kuona tofauti kati ya upendo wa kweli na ile upendo wa kumridhisha mtoto kila wakati. Upendo kwa mtoto wa kiume utamjengea yeye pia kuwapenda wengine, jambo hilo litamsaidia kuwa na familia yake nzuri ambapo atakuwa mtu mzima. Msingi wa pili wa malezi sahihi, tutaenda kuzungumzia misingi ya maadili na tabia bora. Kumfundisha mtoto wa kiume kuhusu maadili ya familia kama heshima, ukweli na uwajibikaji. Hii inamsaidia kuwa mfano mzuri wa tabia bora katika maisha yake. Msingi wa tatu ni kutunza hisia za mtoto wa kiume. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba au kuelewa na kushughulikia hisia za mtoto kwa njia ya kujenga. Zingatia kwamba mtoto wa kiume anastahili kujengwa kihisia ili aweze kufahamu na uweze kumfundisha kudhibiti hisia na matumaini. Sehemu ya pili tutaenda kuangalia malezi ya kiutamaduni na jinsia. Kumwandaa mtoto wa kiume kuwa na uwezo wa kuvumilia changamoto ni vizuri sana, kwa sababu akiweza kuvumilia changamoto hiyo itaweza kumsaidia kuvumilia mambo magumu katika maisha yake. Mfundishe mtoto kuwa jasiri, mfundishe kuwa shujaa na mfundishe kujua jinsi ya kushughulikia changamoto za maisha yake bila kuwa na hofu. Mfundishe mtoto wa kiume kustahimili wakati anapopatwa na changamoto, na ajue kwamba anatakiwa kuwaheshimu watu wengine bila kujali jinsia jambo la pili ni jinsia na majukumu ya mtoto wa kiume hapa tunaongelea majukumu ya mtoto wa kiume katika familia na jamii mtoto wa kiume afundishwe kwamba yeye ni mlezi wa familia kama mtunza familia na mshauri mkuu kwenye familia yake Mtoto wa kiume ana utofauti wa jinsia na anaweza kuwa na nafasi ya kuwa na mawazo yake bila mashinikizo ya kijamii. Jambo la tatu, tunaenda kuangalia malezi bora katika mazingira ya shule na jamii. Mwandae mtoto kwa changamoto zinazoweza kumpata akiwa shuleni au katika mazingira ya kijamii. Msaidie mtoto wa kiume ili ajue kuwa akiwa na changamoto za kijamii au kiakademi kiakademia anapaswa kutafuta msaada. Sehemu ya tatu, tutaenda kuzungumzia miongozo ya afya ya kimwili na kihisia. Muongozo wa kwanza, tutazungumzia afya ya kimwili. Mfundishe mtoto wa kiume jinsi au umuhimu wa kula chakula bora, kufanya mazoezi na kupumzika na kuwa na mazoea bora ya kiafya. Mazoea bora ya kiafya ni kama vile usafi wa mwili na kujua umuhimu wa kuepuka madhara ya dawa za kulevya na pombe. Mwongozo wa pili ni afya ya kihisia na kisaikolojia. Hapa tunapaswa kumfundisha au kumjenga uwezo wa mtoto kuzungumza na wazazi au walimu kuhusu matatizo anayokutana nayo. Kupunguza dhiki ya kihisia kwa kumfundisha mtoto wa kiume kujielezea kwa njia bora. Hii itamsaidia kuelezea matatizo yake au changamoto zake anazokumbana nazo katika maisha yake ya kila siku. Ni muhimu sana kutoa malezi sahihi kwa mtoto wa kiume katika kumkuza yeye ili awe mtu jasiri, awe mwelewa na awe kiongozi katika ustawi wa kimwili na kihisia. Ni jukumu la kila mzazi na mlezi kutoa malezi bora kwa mtoto wa kiume ili kumwandaa kwa maisha bora ya baadaye. Asante kwa kutazama video hii. Karibu kwenye sehemu nyingine ambapo tutaweza kujadili kwa pamoja malezi sahihi ya watoto wanaosoma shule za bweni. Usisite kushea video hii wala usisite kulike na kusubscribe, ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zangu zingine zinazofuata. Karibu kwenye video nyingine. Tuambie maoni yako ambavyo wewe unavyomfundisha mtoto wako wa kiume kuwa na maadili mazuri na kuwa kijana mzuri wa kesho. Asante sana, tukutane tena ambapo tutakuwa tumeandaa mada nzuri kama nilivyoeleza hapo tutaangalia malezi ya watoto wanaosoma shule za bweni. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa thamani, usisite kusubscribe.